Na kiongozi wako anapokuwa na kudhulumu katika imma katika mali yako, katika heshima yako, madam ni kiongozi wako, madha yajibu aleika, as-sam'u wat-ta'a, wajibu wako wewe ni kusikiza na kutii kwa kiongozi wako. Hata kama ananidhulumu? Naam, hata kama nakudhulumu. Anachukua mali yangu? Naam, hata kama anachukua mali yako, alaika bisabri ni juu yako kujilazimisha na subiri. Hata kama atanipiga, naam, hata kama atakupiga, wa in dharaba dhaharak, hata kama atakupiga, alayka ishi bisabri waltaa, ni juu yako kusubiri na kumtii, na wala usitoke chini ya taa yake, kwa sababu huenda utakapotoka chini ya taa yake, madhara utakayokumbana nayo mafsada yatakayojitokeza kwako wewe na si kwako wewe tu na mali yako na familia yako, madhara yake ni makubwa zaidi kuliko kufanya subira. Sheria mpaka kuweka nidhamu hizi na, na, na utaratibu huu ni kuangalia maslahi mapana sana. Kwa hivyo baadhi ya watu tunapowaeleza hivi juu ya kuwatii na kuheshimu viongozi, haiwezekani, yaani inakuwaje nikubali nadhulumiwa hivi hivi viongozi madhalimu, halafu tuwasikilize? Haiwezekani ya akhi, kutoku kuwasikiliza viongozi ni kuvunja misingi ya kisheria hata kama wanafanya wanafanya dhuluma. Ahamu shei, nakusudia kuwarudisha watu kuwatii viongozi kwa eh, sababu watu wengi wana, wana, ni wenye kuvunja msingi huu. Katika misingi Ahlu Sunnah wal Jamaa ni kuwasikiza na kuwatii watawala wa injaru wa dhalamu hata kama watakuwa ni waovu madhalimu, wajibu wetu ni kufanya subra na kuombea dua ya hidaya. Allah tabaraka wataala awaongoze, awafanye kuwa ni viongozi bora, lakini pia na sisi wenyewe tubadilishe nyoyo zetu, tuangalie tumeteleza wapi, kwa sababu katika adhabu za Allah tabaraka wataala kuwatahini waja wake ni kuwatawalisha viongozi madhalim pale ambapo waja wa, wa, wa hao watakuwa ni wenye kuvunja ahadi ya Allah tabaraka wataala. Watu wakivunja ahadi ya Allah anawasalitisha kwa viongozi madhalimu. Kwayo saa zingine watu wasilalamike kwamba wanadhulumiwa na viongozi, waangalie wao nyoyo zao zimesalimika, huenda ni adhabu kutoka kwa Allah tabaraka wataala. Tayib.